Miezi ya hivi karibuni kuna matoleo mengi ya simu yameingia ya sokoni, na moja ya kampuni ambazo, na moja ya brandi za simu ambazo zimetoa simu mpya ni Infinix Note 50, matoleo ya Infinix Note 50. Kikweli matoleo ya Infinix Note 50 yanatoa picha tofauti sana na yanaweza kufanya watu kufikiri tofauti. Unajua, kawaida watu wengi wanadhani simu nzuri ni Samsung, iPhone na pengineyo labda Xiaomi au Huawei kwa kuwa hizo zimekuwa na brandi kubwa, na kampuni kama ya Transsion Holding inayotengeneza simu za Infinix na Tecno huegemea sana kwenye soko la Afrika. Baadhi huuzani kwamba hizi simu zote za Infinix ama Tecno huwa sio nzuri. Hilo sio kweli, kwa sababu swala la simu nzuri na simu mbaya unaweza ukakuta kwenye kila kampuni mara nyingi anategemea sana na budget. Ukiwa na budget ndogo unapata simu ambayo ina ubora wa vitu vichache, ila ukiwa na budget nzuri unapata simu ambayo ina vitu vingi vizuri. Na simu za Infinix ambazo unaweza kupata kwa zenye ubora mzuri ni hizi Infinix Note 50, ambazo zimetoka tu hivi karibuni. Zilitoka muda mrefu kidogo kwa nchi za India, ila kwa Tanzania zimekuja hivi karibuni. Hizi mwana zina maboresho mengi zina maboresho mengi ambayo tutaangalia baadaye kwa kila simu, zina maboresho mengi, hasa maboresho makubwa ni upande wa matumizi ya artificial intelligence. Kwa Kiswahili inafahamika kama akili mnemba ambazo kwa kifupi tunaita AI. Simu ya kwanza ni Infinix Note 50. Infinix Note 50. 4G ni Infinix ambayo ina kamera mbili na kamera kubwa ina megapixel 50. Na hiyo kamera pia ina OIS, Optical Image Stabilizations. Hii huwa ina inasaidia kutuliza video wakati ukiwa unarekodi kuna tembea sababu ukiwa unatembea mkono unatikisika, lakini hii optical image stabilization huwa inaituliza ina, ina, ina kamera na hivyo picha inakuwa imetulia. Na utendaji wake ni wa wastani, ila ni mkubwa kwa sababu inatumia processor ya MediaTek Helio G100 Ultimate, na betri yake ni kubwa, ina miliampia hawa elfu tano na mia mbili ambayo inahifadhi umeme mwingi, na hii chip ya Helio G100 pia ina ufanisi mzuri tu wa matumizi mazuri ya umeme, hivyo simu kwa sehemu kubwa inakaa na chaji muda mrefu. Na pia upande wa chaji, hii simu inasapoti chaji ya watu 45 inamaanisha kwenye da chini ya dakika themanini simu inaweza kuwa imejaa kutoka asilimia zero mpaka mia moja na uzuri ni kwamba kama nilivyotangulia kusema kampuni za transition inayotengeneza pia simu za Infinix zimeendelea kufanya maboresho makubwa. Ni nadra sana kwa simu za Infinix za miaka ya nyuma hapo kidogo kupata matoleo mapya ya Android, lakini Infinix Note 50 itakuwa inapata matoleo mapya ya Android kwa muda wa miaka miwili. Kwa sasa hivi ukinunua utapata Android kumi na tano kwao, pia utakuja kupata Android kumi na sita na Android kumi na saba Maboresho mapya ni mazuri, maanake inasaidia sana kuipa simu thamani na, na kurekebisha kasoro zinazojitokeza wakati unatumia simu hizo, zinaita bags kwa Kiingereza, zinaweza zikajitokeza lakini unapokuwa na maboresho kama hayo, zile zile changamoto zinakuwa zinatatuliwa kwa kupata toleo jipya. Infinix nyingine ni Infinix Note 50 SE, kwa Tanzania hapa ba, bado haijafika. Infinix Note kwa jumla inakuja na yenyewe na kamera mbili, moja ikiwa na megapixel ya 60, na, na ina uwezo wa kurekodi video ya 4K kiwalisia. Moja ya sifa ambayo unaweza ukaitumia kutambua simu yenye ubora mkubwa wa kamera ni kutazama uwezo wa quality ya video inayoweza kurekodi. Kwa ukiona 4K tayari inakupa picha kuwa inawezekana simu unaenda kuinunua itakuwa inapiga picha nzuri sana zenye kuvutia. Pia inasapoti mtandao wa 5G, na utendaji wa simu unaweza kufanya vizuri sana kwenye vitu vingi na kwa ufanisi mkubwa, kwa sababu inatumia prosesa yenye nguvu sana, inaitwa Dimensity elfu saba na mia tatu Ultimate. Pia chaji yake inakubali kupokea mbaka umeme wa wati kupeleka mbaka umeme wa wati arobaini na tano. Upande wa software inakuja na Android kumi na tano na itapokea matoleo mengine kwa miaka miwili mfululizo, kama nilivyotangulia kusema. Infinix wanaendelea kuwasilia zaidi katika upande wa softwares, kwa kutoa maboresho mapya japo ni kwa muda wa miaka miwili, tofauti na simu za Samsung ambazo zinaenda mpaka miaka sita lakini bado ni hatua kubwa. Toleo lingine ni Infinix Note 50 Pro 4G. Infinix Note 50 Pro 4G ina kamera mbili tu kubwa ikiwa na megapixel 50. Utendaji wake ni wa wastani kutokana na kutumia prosesa ya MediaTek G100 Ultimate. Na yenyewe itapata matoleo mapya ya Android kwa miaka miwili mfululizo. Upande wa chaji simu inakuja na, na chaji yenye kasi kubwa Uh, kwani ina support mpaka chaji ya watu tisini yani kujaa ni swala la dakika ishirini tu inakuwa asilimia mia moja Na beti pia ni kubwa, ina mirampia hawa elfu mbili elfu moja elfu tano na mia mbili. Toleo lingine ni Infinix Note 50 Pro Plus, ili pia kwa Tanzania sizani kama tayari limeshazinduliwa rasmi, lakini pia ni toleo la simu ma ni toleo pia la simu la matoleo la mapya ya Infinix kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Katika orodha ya matoleo haya ambayo tumetoka kuyazungumza hapa yote yaliyopo kwenye hii video, Infinix Note 50 Pro Plus ndio toleo bora zaidi. Inakuja na processor yenye nguvu kubwa sana kiutendaji na ina kamera tatu, nina kamera tatu, ambapo kamera zote zina, kuna kamera yenye megapikseli hamsini na nyingine megapikseli nane. Chaji yake inasapoti umeme wa wati mia moja dakika kumi tu inakuwa imejaa, ambapo unaweza kujaza simu kwa dakika thelathini tu kwa asilimia mia moja. Biashara yake pia ni kubwa, ikiwa na miraa pia hawa elfu tano na mia mbili sasa. Tutazame tutaza bei kwa Tanzania hapa, matoleo rasmi ambayo tayari yameshazinduliwa ni mawili, Infinix Note 50 na Infinix Note 50 Pro. Hayo ndio matoleo ambayo yametangazwa na Tecno, ndio yanayopatikana kwa urahisi kwa sasa. Infinix Note 50 bei yake ni laki sita na elfu sitini. Infinix Note 50 Pro bei yake ni laki saba na elfu sabini. Hizo ndio bei rasmi. Kama unahitaji inabidi ujipange, kwa sababu hizi ni simu za madaraja la kati, lakini zenye maboresho makubwa. Ni tofauti sana na matoleo ya Infinix aina ya Hot Mfano, Infinix Hoti 40 hauwezi ukalinganisha na haya Infinix Noti 40, Noti 50. Ndio maana hata bei za Infinix Hoti unaweza kuzipata kwa laki tatu, laki tatu na nusu, laki nne. Lakini Infinix Noti bei zinaanzia laki sita kwa wakati huu, na pia Infinix Noti 50 Pro Plus inaenda mpaka milioni milioni moja na, na kumi yote yanategemeana na ubora. Ndio maana nimesema awali kwamba sio simu zote za Infinix ni mbaya ama zina ubora hafifu bali inategemea na pesa ambayo upo nayo mkononi. Kama una laki mbili uwezi ukapata Infinix nzuri yenye kamera nzuri, utendaji mkubwa, uwezo wa chaji wenye kasi na kadhalika. Lakini ukiwa na kiasi kikubwa zaidi hapo tupata Infinix nzuri na sahihi. Tunaomba kusubscribe kwenye chaneli yetu ya simu nzuri, kwa sababu video zetu tunafafanua kwa undani na kwa lugha nyepesi, vitu vya kuzingatia ambavyo vitakupa mwongozo wewe wa kununua simu sahihi na bora inayokufaa.